Bwana yeah, bila kuchoka, hii ni Simba fans TV na nikonaye mwamba eh? Mzee mwenzangu wanamuita mzee wa spana gang Heavyweight Dulla bwana, huyu hachoki, tuko naye hapa visiwani Zanzibar, bega kwa bega, mguu kwa mguu. Lakini sasa hivi kama ambavyo tunavyofahamu, siku imekatika, giza lishaingia eh, kitaratibu za dini ama na huku tuko Zanzibar, nasema siku ya pili imeshaingia, kwa maana ya Jumapili. Hapa lengo kubwa ni kuangalia kesho wekundu wa Msimbazi, simba wanaweza kutoka kinamna gani dhidi ya Stellenbosch. Heavyweight Dula ni mtaalamu ambaye anapitia na anaona, eh, hatua moja ama mbili mbele, kile ambacho wengine eh, ni nadra sana kukiona. Kwa hiyo anakwenda kuzungumza naye mawili matatu, kujua ni namna gani wekundu wa Msimbazi, simba eh, siku ya kesho, ile first 11 eh, inaweza kwenda kuwa kinamna gani? Heavyweight, mambo yaje baba? Ah, mambo mkwema ndugu yangu. Habari za muda. Tunasalimiana sana. Kwani zambi. Eh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> unanisalimia sana ndugu yangu kila muda Eh. eh? swali <laughs> lakini mambo Ndio. Eh? yanasonga ndio kwanza ushaimaliza ndugu ah, yangu ni kwa niende Paje lakini kwa bibi Paje. Nikaona nika kidogo nauli <laughs> ya <laughs> da. pana mwendo kidogo <laughs> Kwa hiyo nikasema acha kwanza nimalize Eh. <laughs> <laughs> E, inshaallah siku nyingine nitapata nafasi ya kuzunguka zaidi ndio, eh sababu sio mbaya, nimeenda Mbuzini, nimeenda yeah. Bubwini, nimeenda Mkwajuni e, nimeenda Bububu, Mwanakwerekwe, kwa mchina mwanzo kote nimepita. Kwa hiyo sio mbaya, nimezunguka kidogo. Na hapa niko Amani Stadium kwa sababu mi siwezi kulala leo, nalala uwanjani hapa <laughs> kwa ajili ya kushuhudia hii. Ni, ni siku ya kihistoria kwamba mnyama katika mwaka ambao alichukua kombe yeah. la shirikisho barani Afrika kipindi hicho, na miaka 60 na ngapi, hu panapo majawali wa Mwenyezi Mungu akiniweka, wakiniweka, niwaambie ni vitu kuu kwamba mimi nilikuwepo kipindi Simba Sports Club nililala uwanjani. Nililala uwanjani katika kipindi ambacho Simba wanaangaikia kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo kwenye hii historia, yeah. ni muhimu sana mimi kuwepo, jina langu liwepo. Kwa sitaki kwa kuadisiwa kwamba kama ambavyo tumehadisiwa miaka ya zamani tisini na tatu, watu walifika fainali sana. Sii ndo tunawaadisia wengine kwamba bwana, yeah. ishirini ishirini na tano mnyama alinyanyua kwapa, kwa na sisi tulikuwepo Zanzibar, kwa hivyo na hapa tutakwenda kukizungumzia kikosi ambacho eh, tunaamini e, ndio ndio kitakuwa kina, kina historia hii ya kuwa timu ya ya, Simba ya kwanza kuleta kombe la Afrika. Ndio maana yake CAF Confederation ni kombe la Afrika pia, ndio na ndio la kwanza kuitwa CAF CAF Cup Cup. Ndio, kwa hiyo sio mbaya awe. Kwa hiyo kesho, sasa mtala mfad, kwa namna ambavyo leo umepata bahati ya kutazama mazoezi hapa Amani. E, hali za wachezaji zilivyo, majeruhi si wengi eh, anahusika na Shemalon Fondo mm. Kwa namna ambavyo unakitazama kikosi kilivyocheza mchezo ulivyopita, ulivyotazama Stellenbosch eh, mwalimu anakwenda na kikosi cha aina gani siku ya kesho? Of course mwalimu ataanza na goalkeeper ambaye ametoka kusave penalty dhidi ya Almasri penalty mbili, sawa? So, Musa Pini Pini Kamara golikipa mzoefu atakuwa langoni pale, hilo nafikiri haina discussion kubwa ah. Ukija fullback wa kulia ah. Shomari Kapombe alikuwepo katika miongoni mwa waliopiga penalti ya, hey, ya ushindi kwa hiyo ni mchezaji ambaye tayari ana ya historia yake atakuwepo kwenye fullback namba mbili hmm. Namba tatu atakuepo Mohamed Hussein Zimbwe Junior sawa, oh, na hodha wa kikosi cha Mnyama Simba Sports Club. Nae, atakuwa akiunda ile eneo la walinzi wa pembeni, wa pembeni kwenye eneo la center back sasa. Maana yake ah, 4 na tano atakuwepo eh, nafikiri mwamba eh, Chemalone bado hajapona, kwa hiyo atakuwepo yeah, partnership ya Brother Hamza pamoja na Shamu Karabwe itaendelea kuaminika, paingawa kuna maneno nimesikia, sijui Shamu bado hajaziba pengo na hajawekwa pale kuziba pengo sababu pengo yeah alizibwi kwamba lazima azibe mchezaji pengo. linazibwa kimfumo kimbinu, kistructure, jinsi ambavyo Simba ina play tayari, pengo linakuwa linashazibwa. Watacheza pale wawili, lakini namba sita atakuwa Yusuf Kagoma eh, lakini atapartner na Fabrice Luamba Ngoma kwenye eneo la katikati. Nafikiri performance ya Ngoma tena haihitaji na chochote atakachokifanya kwenye mchezo kesho kitaweka historia. Mfano hata akitoa assist assist assist tu yeah, by the way ataweka ataweka historia historia historia historia au ataweka record kwa kwa kwa mchezaji wa pili pili kutoa kutoa kutoa kutoa katika timu timu mbili mbili tofauti tofauti toka alipofanya hivyo Shadrack Lukombe, na na na namuombea aweze kutoa assist kwenye kwenye hatua hatua ya ya ya nusu fainal, sababu kama hii dhidi ya Al-Masri mwaka 2018 akiwa akiwa na Vita Club, hiyo hiyo hiyo akitoa itakuwa ni mara mimi, ndo kazi yangu naweka yeah, historia naweka madaftari mbele mambo, na pita zamu kushoto; ukitaka kubishana njoo na fact. Tuweke mezani tuangalie nani mshindi. Sawa. Kwenye namba 10 atakuwa Jancha Lea Hua. Sawa. Nafikiri watu watakuwa wanasema oh, unajua huyu mchezaji haonekani kwenye penalty kwenye free kicks kwenye nini, wajaribu wafuatilie wafuatilie wa Stellenbosch inayo ya magoli sielewa, kwa mfano kama dhidi ya RS Berkane, nafikiri watu wanajua kwamba walikonsidi bao. Nielewa. Eh, e, nafikiri free kick iliweza kupigwa na Yasir Yasir Uh, Yasir Dabiri uh, na bao likifungwa na Yusufu Zaudi, ilikuwa ni in indirect free kick. Yusufu Zaudi alikuwa ameposition kwenye hmm. far post akapiga kichwa chuma. Kwa hiyo kama itatokea huyu Janchale huwa eh, anacheza na wale Stellenbosch wamefanya mistake karibu na lango lao, na akawa na mguu mzuri, sio ameamka vizuri, of course anaweza akatoa assist kupitia zile eh, eh, eh, specialist, kutokana na kwamba huyu ni specialist wa kupiga free kicks anaweza akatoa assist pia, umeelewa? yeah. Lakini wingers upande wa mawinga na, eh, of course inajulikana eh, Eli Mpanzu pamoja na Akibu Dennis Prosper eh, watakuwa na hilo jukumu la kuoperate maeneo ya pembeni ingawa hawachezi sana pembeni yeah. Lakini eh, eh, kwenye lineup, makaratasini tunasema kwamba wao ndio watapewa majukumu ya kukava maeneo ya mawinga. Lakini namba tisa, kwa sababu tushagundua eh, Fadlu ana silaha yake katika michezo ambayo anataka Mabao. <laughs> Unaelewa? Michezo ambayo anataka mabao peke yake. Tunakwenda kushambulia. Tunakwenda kushambulia na anahitaji mabao mengi sio alama, yeah, mabao. Pake kuna alama na mabao. Unaweza ukashinda moja lakini sio faida sana. Kwa sababu yeah, kwenye soka la Afrika kila kitu kinawezekana mtu akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni vizuri kwa na mabao mengi ili iweze kukupa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuprogress kwenda hatua inayofuata. Kwa hivyo naamini Steve Dese Mkwala kwenye namba tisa eh, atasimama pale. Na hicho ndio kitakuwa kikosi cha mnyama Simba ambacho kinaweza kikampasua Stellenbosch mabao kuanzia mawili matatu mpaka manne, na Stellenbosch akaacha matapishi hapa, watu wakaenda kwenye mechi ya pili wakiwa na uhakika wa kufuzu kwenda hatua ya fainali yeah. ikiwa ni kwa mara nyingine, maana kwa washawahi kufanya hivyo 1993. Hii inakuwa ni kwa mara nyingine Enelewa. Kwa hiyo kutakuwa kumepoa tu, kumetulia tu, sababu Simba wanakuwa wanafanya mambo makubwa pasipo kupiga kelele. Ndioya, yeah. yes. kwa kumalizia tu Heavyweight, nafasi aliye Mpanzo ambaye sasa hivi anatajwa kama mfalme kwenye mchezo huu kile ambacho anakifanya e, amekuwa na mwendelezo bora sana. Siku ya kesho nafasi yake kwenye mchezo huu ni ipi? kwa anasimba mawazo na maoni, anasimba imani imekuwa kwake yeah, of course, atafanya jambo kubwa enelewa. Uh, ni mchezaji ambaye mimi napenda kuzungumzia, wachezaji wote wa simba by the way najua ni kweli Eli Mpanzu ni star, ni mchezaji mzuri, ameongeza kitu kikubwa kwenye kikosi by the way toka amefanya debut yake, lakini eh, pia anahitaji support ya wachezaji wengine, jinsi ambavyo labda ungeniambia partnership yake na, na Kibu Dennis, jinsi ambavyo inaweza ikaleta straight kwa wapinzani inelewa, eh? kwa sababu impact anaoifanya Kibu Dennis na Eli Mpanzu Uh, zinakaribia kufanana by the way kwa sababu wote ni wakokotaji wazuri wa mipira. Eli Mpanzo ndo anaongoza of course kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, yeye ndo wa kwanza, lakini wa pili ni Kibu Dennis, Dennis. Uh, alafu wengine ndo wanafuata, wakiwa na top creator eh, hawa ndo wanaongoza kwenye hilo swala. Kwa hiyo nafikiri atakuwa na performance nzuri na jicho la wanasimba wengi litakuwa kwake, sababu amekuwa kikreate sana nafasi Yeah. Ya. Bana mimi nikushukuru sana Heavyweight. Eh, bana nashukuru. Ndio. Asante. Simu ya wapi hiyo? Ah, huyu friji bovu huyu. Haya, kaka vipi?